Mwenyekiti wa bodi ya shirika la maendeleo ya petroli nchini Tanzania, Balozi Ombeni Sefue, ametoa tathmini ya mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Oima nchini Uganda hadi Chongoleani nchini Tanzania na kuwataka wananchi kuacha kusikiliza maneno ya upotoshaji na kutulia kuona mradi unavyoendelea kwa manufaa ya taifa kwa ujumla. Mradi huu ulipigwa uli, uli vita sana na kukawa na hofu kama tutapata fedha za kukamilisha, lakini eh, wananchi wajue kwamba kwa juhudi za serikali zetu tatizo hilo halipo tena. Tunazo fedha za kutosha kukamilisha mradi, kwa hiyo hakuna hofu ya fedha. Mmesikia maendeleo ya ujenzi wa terminal hapa, lakini ukiangalia mradi mzima tuna wastani asilimia sabini umekamilika. Kwa mfano, wengine mmeona mabomba haya, mabomba yanakuja yanapokelewa Dar es Salaam, yanasafirishwa na makampuni ya Kitanzania, yanapelekwa Sojo Tabora, yanafanyiwa koti, yanafanywa wewe kama themos, yanazungushiwa eh, kitu ambacho mafuta yale, maana watu walikuwa na hofu kwamba mafuta haya tunasikia ni heated yana joto sasa. Joto hili likitoka hali taharibu mazingira? Hakuna uwezekano wa joto ili kutoka kwa sababu ile teknolojia iliyotumika ya kuyawekea hiyo coating, kule sio joto bora. Inayafanya yawe kuzidi hata ya thermos kwa sababu hata ungeweka kitu cha moto kiasi gani hakitoki ya. Kisha yanachimbiwa chini ya ardhi e, inaweza kuwa mita mbili mpaka mita tatu chini ya ardhi ikipita maeneo yenye mito inatobolewa tunnel inapita chini wala wewe hutajua inapita chini e, labda kwenye e, mwisho wa mto inakwenda mita kama kumi na tano chini kwa hiyo hakuna uwezekano kabisa wa maji ya mto kugusana na bomba lile kwenye barabara ninapopita barabara haivunjwi barabara inatobolewa chini kwa chini mbali kabisa bila kugusa barabara, bila kuharibu chochote, inatokea upande wa pili. E, mabomba yote yameshafika nchini na kazi ya kuya kuyawekea hiyo coating karibu inakamilika. Mengi tayari yameshaanza kutandazwa kwenye njia yake na mengine yameshaanza, e, kufungwa. Nimezungumzia watu waliohama watu waliostahili fidia walikuwa 9927, kati ya hao 9869, sawa na asilimia 99.4, wameshalipwa fidia ama fedha au wamehamishwa kwa utaratibu kama ambao nimezungumza, na fidia waliolipwa ni sawa na bilioni bilioni 35.06. Hapa Tanga kwa mfano, Tanga penyewe wananchi 1688 na wamefidiwa bilioni 10.49, fedha ambazo ingia mikononi mwa wananchi zimeingia katika uchumi wa nchi. 294 wamenufaika na wamejengewa nyumba 340 za makazi, ehe, Tanga peke yake. Wananchi 40 wamejengewa nyumba 43. Mapato kwa serikali kutokana na mradi huu kutokana na vyanzo mbalimbali hadi sasa zaidi ya bilioni sabini bilioni sabini mapato ya serikali hadi sasa, na wala mradi haujaisha. Ukiisha tunafikiri mradi huu utaingiza kwenye uchumi kama trilioni mbili utakapokuwa umekamilika mpaka mwisho wake. E, halmashauri hapa za Tanga peke yake wamepata bilioni mbili kutoka kodi na tozo mbalimbali, bilioni mbili kwa e, mkoa wa Tanga peke yake, ajira 9194 eh, katika mradi mzima, asilimia 75 ya ajira hizo ni za Watanzania na wote hawa wamepata, fedha zimeingia katika mzunguko. Makampuni ya kitanzania yaliyopata tenda katika um, wamepata kazi zenye thamani ya kama trilioni moja nukta tatu mbili tano trilioni moja nukta tatu mbili tano zimeingia mikononi mwa makampuni ya wazawa waliopata tenda katika ujenzi wa mradi huu. Mradi huu utakamilika ilivyopangwa, ili malengo ya marais wetu yafikiwe na manufaa yake kwa taifa yapatikane. Nimewatajia manufaa ambayo hadi sasa yamepatikana, na mradi wenyewe wala haujafika mwisho. Lakini hakuna athari zote za mazingira, na utakapoisha hali ya uota yote itarudi kama ilivyokuwa. Maisha ya watu yatakuwa mazuri zaidi, watakuwa wamefundishwa ujasiriamali kama ni wakulima wamefundishwa kilimo bora zaidi, wamepewa mbegu za kisasa, mbolea. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba wananchi wenyewe na serikali kwa ujumla, manufaa ya mradi huu ni mkubwa sana. Kwenye eneo hili la Chongoleani tuna kwenye terminal yetu tuna contract mbili, tuna contract ya ujenzi wa matenki manne ambayo yana ujazo wa barrel milioni mbili ambayo ni sawa na barrel laki tano kwa kila tenki okay? Na matenki hayo ukubwa wake yana diameter ya mita 83 kila moja na urefu uh, wa mita 19.75 ambao ni karibia urefu wa usao, uh, ni karibia na urefu wa uwanja wa mpira kwa maana ya diameter na height ni almost mita 20. Kwa hiyo you can imagine kwamba ni, ni matenki makubwa na mpaka muda huu tunaongea hayo uh, matenki manne, matenki matatu, uh, mawili tumeshakamilisha hydro test, kwa maana ya kujaza maji na kuangalia functionality ya hayo matenki uh, na mawili tayari tumeshakamilisha na amekuwa successful, na tanki moja ndo ambalo tunaendelea kujaza maji ili kuona functionality ya hilo tanki. Baada ya hilo tanki moja tutaenda kumalizia tanki lingine la nne. Uh, ili tuweze kukamilisha uh, uh, ujenzi wetu wa matanki ambao kimsingi mpaka kufikia leo hii uh, tumefikia asilimia 84.5 ya, ya, ya, ya completion wa matanki yetu. Lakini contract nyingine kwenye ile eneo letu la Chongoleani ni ujenzi wa wa terminal, ambayo terminal kimsingi kazi zinazoendelea kule ni nyingi, hatuwezi kuhitaja moja ya moja lakini kwa ujumla kazi zinazoendelea kuna civil works ambayo ni kazi za kufanya excavation ya trenches na foundation za uh, na foundation mbalimbali mbali. Uh, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi ya kusuka nondo uh, kutengeneza formwork uh, kumwaga zege ambayo kimsingi mpaka tunaongea hapa leo kazi ya excavation tumeshafanya excavation zaidi ya asilimia themanini na moja uh, na kazi ya zege tuko zaidi ya asilimia 65 uh, kwa hiyo kimsingi kazi inaendelea vizuri. Toshaji huu kama alivyoeleza mwenyekiti hauna mantiki. Na kuna ajenda zao nyuma ya pazia ambazo sisi kama mradi hatutaki kuzizungumzia. Kazi yetu ni kutoa taarifa sahihi kuhusu masuala yote ambayo yanazungumzwa na tunawaomba mtembelee website yetu kuna taarifa nyingi sana. kuna wakati ya mhitaji hata kuja kukutana na sisi, mtazitoa na mtaonyesha sosi ni iko kwenye website, itatusaidia sana kupunguza ili joto ambalo unalisikia huko kwenye. Saa 5 na dakika 59 usiku, tone la kwanza linadondoka tanki a hey, hapa Chongoleani. Mradi wa bomba la mafuta ghafi unaotekelezwa kati ya nchi ya Tanzania na nchi ya Uganda unatarajia kukamilika Julai 31 mwaka wa 2026. Pamela Chaula, Tanga TV Online.